Swala so la kwanza katika maswala yetu ya mwisho na watu wa vikundi mfano vile vikoba e, na kadhalika, ikitokea mtu wao wa kikundi kakopa pesa, anakopeshwa mfano elfu kumi lakini atarejesha zaidi ya alichokopa, lakini cha ziada atarejeshewa mkopaji siku ya kuisha kikundi, yani siku ya kuvunja kikundi. Je, inaingia katika riba hata kama kikundi e, hakikutumia ile pesa ya ziada? Ikiwa, ikiwa amekopeshwa kiwango fulani Kinachotakiwa ni kulipa kiwango alichokopesha. Naam, kuweka sharti la ziada, naam, ni kuingiza haramu katika muamala, kwa sababu huyu mtu anatakiwa yeye alipe alichokopa. Na kwa nini wao kwamba waweke sharti alipe ziada, kisha tarejeshewa ziada hiyo mwisho kufunga kikoba? Kwa nini hiyo mwisho, kwa nini asirejeshe pesa kawaida? Naam, kwamba huenda hii ziada inakusanywa baina ya mrejeshaji wa hii pesa, kwamba ziada hii hutumika kwa maslahi mengine ya mtu mmoja pengine au watu binafsi, ndio kwamba ni ziada yenye kutumika katika maslahi mengine binafsi kule, ili kujikopesha wao kwa njia nyingine kile kilichozidi kule. Kwa hivyo hilo halitakiwi kufanyika, mtu arejeshe kile ambacho alichokopa alichokikopa. Kama ni ziada hiyo, basi wawekeane utaratibu tokea mwanzo kwamba kiwango cha cha kushiriki katika mkoba huu ni kiwango fulani, ili sio kuna ziada katika kulipa zaidi ya kile ambacho amekopeshwa yule mkopeshaji japokuwa tareeshwa pesa yake, lakini kwamba kwa nini alipe ziada? Alipe ziada kwa nini? inakwenda wapi? hizi inakwenda wapi? inalinda mfuko kwa namna gani? Lazima uweke taratibu za kuona kwamba, kama ikiwa ni security ya mfuko huu, ndio basi julikane kwamba mfuko ule wekwa hii kwa lengo fulani la kulinda mfuko, la kulinda mfuko kwamba kitokezea hasara yote au kuna jambo lolote la dharura, basi hii itakuwa ndio ina inakaa pahala pale pa kuziba mapungufu yotokezea katika mfuko ule. Pengine naam, ingine hivyo itakuwa ikubadiliki kisheria. Allahu a'lam.